Sababu tulikwenda kukuta kwamba Joseph Kabila anaegemea upande wa Rwanda na anapenda kusede nchi yetu, sehemu ya nchi yende Rwanda. Ndio maana sisi sentesese tulikataa kusema kwamba manda zake zote mbili za Joseph Kabila, tulikataa kutumika naye na tukashambuliwa sana vikali na tukaresiste sana hadi vile alitoka kwenye madaraka, tulikatana kutumika naye. Lakini tujue kwamba kweli inakuwaka, ni chuma inapitaka ndani ya moto na inabakia chuma pale pale. Tulitukaniwa kusema kwamba labda tunachanganikiwa sisi tuliambia watu kusema kwamba hatutausishe nchi yetu, hatutakuwa tayari kukubali mawazo ya Joseph Kabila kusema sehemu ya udongo wetu ichukuliwe na wageni. Ni kitu ambacho sisi tulipinga, tulisema kama ni kukufa tumalizike, tukufe, lakini hatutahacha hata santimeta moja ya udongo wetu yende katika nchi ya kigeni, au nchi yetu ipasuliwe kwa malengo fulani kusema kwamba tubalkanize nchi sababu wengine watu watutawale katika nchi ya mashariki hapo. Nitazungumza mengi hapo nyuma, mutanisamee sana sababu nitajifungua kidogo, sababu watu wanapashwa kuelewa shaba na vita hivi. Vita tunavyopambana hapa, mzee Nyemba alizitolea sana shamari na sisi na akafanya kazi sana na mpaka jinsi amekwenda kutoweka, sisi tunakwenda kushukuru kwanza serikali yetu ya Kongo. Serikali yetu ya Kongo ambayo imesimama kidete sababu

wakuendelea kutusikiliza tusikize, kuna nini kutoka kwenye e, pembe nne za dunia. Papa Rajabu, jambo, nakutakia mwaka mopya afya njema. Natakia wa ndugu zetu wa Zalendo, tunaombea Mungu aendelee kuwalinda shamba la mapambano, awalinde sana. Mungu awalinde, alinde jeshi letu la taifa tunaombea wandugu wa zetu wenye kuwa Uviri nao Mungu awalinde, kwa sababu ili kamatakamata isiku wako basi wakamate juu ya kupelekwa kijeshi kwa, kupele kwa, kwa kinguvu. Tunaombea wandugu wa zetu wa wakimbizi wenye kuwa Burundi, Mungu awalinde wa. Tunaombea hata na ndugu zetu Warundi nao Mungu nao awalinde, na, na, wa na rais wetu na rais wa Burundi, Mungu awalinde wa. Mm, nilitafuta kusema juu ya ndugu zetu wale wenye kusema vibaya juu ya nchi yetu, wale wenye kufanya vibaya wale wenye kujiunga na maadui. Najua walisikia mambo, Kagame alisema. Kagame anasema kama mweyamuya jua hii vita ilikuwa juu ya nini? Haina juu ya kisikiti haina juu ya hapana. Hii vita ni juu ya wakoloni, yaani wa, yani wa, wa, wa njo walileta hii vita, kwa sababu anasema hii nchi ya Kongo, kipande cha nchi ya Kongo kilikuwa kiarwanda sasa aa wakongomani wenye kuwa ndani ya M23 wanasikia kama Kagame anapigana na wanye Rwanda, wanapigana juu ya ulongo wa, wa Kongo ikwe yabo. Sasa aa wakongomani, namwe munapigania juu ya nini? juu bu, bule bulongo mukwe namwe wanye Rwanda? juu ile bulongo Rwanda anasema ikwe yake namwe sasa munapigania nini? Munapigania namwe bulongo mkuwe wa Nyarwanda ama munapigania mukuwe wa Kongomani? Kama mko na masikio, mwanze kutoka, mwanze kuacha na kulomba msamaha. Itakuwa mzuri sana kwa sababu yeye mwenyewe anasema, namwe sasa kenya ni nini ama akifanyikiwa kukamata ile bulongo, mwe sasa mutakuwa banani na mutaitwa na banani? Wakati mko nasema ni utawala mbaya wa kiseketi ndio mulichukia yeye, anasema sio kiseketi, anawaambia tu wazi sio kiseketi, mtamuwia bure ana yeye anasema ni, ni bulongo. Sasa kwa nini sasa mwe muendelee kupigana Ingikua heri muombe msamaha kwa Kongomani, haina haja ya kulomba rahisi, msamaha mweombe bila. Siohabari yako wana rajavu, uko salama, ndugu yangu, salama baba hmm. na baba mzee wa nguasuma hmm. hmm. awtanakufuata kila wakati, ndugu yangu, muda yote tunakufuata, tunakufuatilia kabisa ya mimi ni shabiki wako kabisa wa Baraka One TV, ya tunakutegemea sana ndugu yangu, tunakutegemea sana kabisa. Mungu azidi kukulinda na azidi kukubariki, kukubariki sana kabisa, unaendelea kutuhabarisha habari ya nchi yetu vrema, na kwako ndiko tunakopatia ukweli kabisa, wakuweza kujua ukweli ya nchi yetu kabisa ya maake tukiona kitu ambacho kinafanyika kwako unakisema, maake tunaamini ni kweli tu kabisa kwa maana wewe uko sirtere hapo vrema. Mungu akubariki sana ya ndugu yangu, nilikuwa nataka kusema jambo moja hivi ndugu yangu eh. Mimi vrema huwa mimi sielewi si, si kabisa, ila ni mpango ya hizi nchi kukuja kuingia ukabu Uvira mimi sasa nilikuwa sitaki hivyo mimi nilikuwa nataka wazalendo warudishe sifa yao, FARDC irudishe sifa yao mm, isiwaseme watu wakuje zingine, e, zingine jeshi zikuje ndio zikabekabe zi, zi, zi, mahali M23 itoke. ah, ah. wao wangipigana wale watu wangiwapiga kwanza, wapate fundisho. Hivyo, wazalendo na afadhali au hawatakuwa na nguvu tena, watakuwa wanasema simu ilikuja kusaidiwa. Ndio maana wao wangefanya tu bidii, kabla hawa au majeshi mengine bado hawajaingia, waingie wao wenyewe kurekipere Uvira, afadhali wao wakutane pale, hmm? kwa nini wasindi spidi hivyo hm lazima, heshima yao irudi Lazima heshima ya wazalendo irudi, heshima ya FARDC irudi. <coughs> Wasilalelale hmm? Sisi hapatokunataka njua heshima irudi. Hawa jamaa wanapasha wapigwe kabisa, wapigwe hadi mwisho, wapigwe kabisa, isijekuja o hata isi, isi hata mwezo manjia za manegosiasio si nini. Hapana, hatutaki hizo madialogue Ah ah, tuko nataka tu to wapigwe. Wapigwe ndio sawa, wapigwe mpaka wakimbie zenyewe zenyewe, nani Mamadu aliwapigaka ali wakasambalana, waka mpaka ugawa kwenda Uganda kwenda wapi. Hivyo ndio tuko nataka wazalendo wapige M23 pa Uvira. Mm. Wasingoje wale majeshi wengine wakuje, sio wa Tanzania, sio wa wapi, wakuje wakama A -a. Wakutane wao waisha fanya kazi. Waende Bukavu mara moja waende sasa ni nguvu wanakosa amaje vreme mimi kabisa. Ikikuwa hivyo hivyo kabisa seme wao oh, eti wale zingine jeshi zikuje njo zikabe Uvira, njo wazalendo waingie sasa, FARDC ingie. Ndaona mimi kaza, so walifanya kazi bure sana kabisa. E, jambo jambo bwana akili kabonga kupitia Baraka1 TV mimi ndugu yako Malipo, nimewasalimu wasikilizaji wote wa Baraka TV, na wakongomani wote wenyewe, wanakuwa wanaishi katika shida kubwa hii, tulioingiliwaga bila kujua nini takuya, siku zenyewe ziko mbele baba. Kitu kene nataka kuambia Bandugu zangu mnisikilize sana kwa makini. Kagame alin, alikia alitoa Habyarimana Banyarwanda wakakimbilia mkongo. Wakati Banyarwanda walikimbilia mkongo, ilikuwa kama mzaa, lakini ilikuwa plan yenye Kagame alipanga msiku aache kupigana na Kongo kama iko na udongo mkongo. Hii ni plani waliweza kupanga, ame tu infiltré tangu muno na sisi kufikisha mpaka leo. Ameingiza Wanyarwanda mkongo wamekuja kutawala Kongo tulipata tulipata hata na presida mnyarwanda mtusi ametutawala muda wa miaka kumi na mnane, lakini bila sisi wakongomani kutambua kama ni mtusi ndio kunatutawala. Oh, mtoto wetu, mtoto wetu alizaliwa Manono, alizaliwa alizaliwa hewa bora na hapo ni uongo mtupu. Mtoto wenu mwenye hamjui baba yake, mtoto wenu mwenye hamjui mama yake oh, baba yake ni, ni Laurent Desire Kabila. Na hapo sio kweli, uongo mtupu. Kitu ninataka kuwafasiria, niwaambie ya kwamba mtusi hageukagi mtusi. Akipanga kitu na anapangilia, hakimtokagi ndani. Ukimpiga anaenda tulia, anajifanya rafiki kwako, ti atajifanya rafiki rafiki rafiki rafiki mpaka mwisho afike kwa ile lengo yenye alikuwa anahitaji na hakuweza kuifikilia. Ndo vile mtusi anatembeaka sunona, kama Kagami kuna visema leo. Amesha tutumia vatu batusi, tunakuwa tuna leo tunaishi navo vakongole, vakongori anavaita banajitaka bakongore kwa sababu pronunciation yabo na ya kwabo na ya kwetu haifanani, si tunasema tuko bakongole, anasema iko kongore. Hatufanani mumsemo. Sas mpangilio yavo leo bata, bata leo batatulia, batakwambia o oh, si atuko nyuma ya ule mtu musiku zenye ziko mbele pa malizike miaka makumi tatu ii marevendikasio zenye Kagame kona revendike leo, alisha bafundisha kiweko na budongo, ale bafundisha miaka makumi tatu, kona bafundisha kibako na budongo. Mkongo ameisha bafundisha miaka makumi tatu iko na bafundisha Ke bako na bulongo mukongo imefika, wametupatia mi... presida bawili, presida Joseph Kabila, vice presida Azarias Ruberwa, senateur nani, Moise Nyarugabo, Mwanga Chuchu leo muko na gisaro muko na vangine na vangine na vangine, vale vote ni vatusi, lengo yavo siku moja batutawale tu, na mwisho watatutawalaga mukatale, msikatale, mwisho na mwisho na bashaka tutawala, mukatale, msikatale, mwisho watatugavuliaga tu kwa sababu hatuna siasa, hatuna siasa ya kuzuia mtusi asitugabule. Hii niko nakwambia ayo leo hapa, labuda pakue batu venye viko kama vile venye viko na roho kama yava iko na roho ya kubadili mambo huko nanesike, labuda pakuwe mtu wa kubadili mambo, na huyo mtu akiwa wa kubadili mambo awachukulie azimio kama ile niliweza kawaambia mbele, mtusi mkongo hatunaga mtusi mkongo mkongo, tuko na kabila tatu, tuko na kabila tano, tuko na wa kwanza, pigme, bantu, semi bantu, hamit na, na sabu ingine moya zina kwa watu tano bale bahamiti ba, ba, njo batusi ba Kongo. Hapana mtusi wa kutoka Uganda, hapana mtusi wa kutoka eh, wa kutoka Rwanda, hapana mtusi wa kutoka Burundi na kitu kile nitakufasiria batusi mkongo wamejigawa mu njia ine walikuya na, na ide za kujiita majina makabila zenye bao wamejitia emo. Kabila ya kwanza walijiingiza yemo walijiingiza mu walijiingiza mu bahema. Avo ninyew walitoka ngambo ya wapi? Ngambo ya, ya Uganda bangine bakajita kama bao biko ba, ba, ba ge, bangine bana bayita kama ba, um, nasha sababu gisi wana bayita kule pako makabila kama tatu hivi za za batusi bakutoka Uganda na bakutoka Kenya bahema ni batusi bakutoka mauganda barajishanga na banyarwanda binye balikuya huko ngambo za huko kwetu, binye balikuya ngambo za huko kwetu mu Sud Kivu ndo vamekua na na nani na, na, na, na jina ya kujiita kama vao vako Wanyamurenge. Ziko kabila hizi tatu zenye ziko ndani zenye ziko ndani vatusi. Mkongo uko naona, hizi kabila tatu inaomba kuzifatiria na kuchunguza banani vewana kwaka mwahizo kabila pako vahema na ba, na ba, na ba surisikia vita ya uko, nasikia kila mara vita kule ya valendu na vahema ba, mulendu ni mkongomani anapigana na mtusi. Kile vitu ulikuwa tulikuwa tunasikia kule ya bahema na balendo. Abo balendo ni banani? Ni bakongomani. Bahema ni banani? Ni batusi. Kuko na ingine, na ingine kama ni bagege bana baita kama njoba gegere bagegere kuko bagegere kuko banani ban... kuko zingine makabila za mingi zenye ziko kule ngambo za, za Maruchuru kule onoo, zile kabila zi kabila za Batusi venye balitokea mangambo za mafasi mbali, kuna na Basudani beko mu hizo kabila zenye ziliundwa kule za Balendu na za Bahema. okonono sasa ile pretext gisa siko tatu i ma pretext tatu usane valikuya mule valikuya kufanya nini? Valikuya vanakwaka vanazungumuza avaavanajitaa vanyamurenge vanaongeaka na vahema venyevenyeka ma, ma, kule marchuru vanaongeaka nao na vote viko

bako bako natudejuwe na mutusi hakwaki na naacha wakwaki mutusi hatokagi ku maneno yake. Sasa kwa kusema sisi tubaweze tubatowe, ekubanyanganya identite, kubanyanganya zile makarte zote, nishaka bisema pla zote ni kufanya Kongo sikumwe vafanyilesasema general ya nyumba kwingine nyumba kwingine, nishaka vipana hivi vyote na nishaka kuambia nishaka vaambia pla ya kumtoa mtusi mu Kongo, mtusi apende kuikala fasi kwenye atalipa mm -mm. Fasi kwa talipa pesa kila mwezi kila mwezi atakimbia. Hiyo ni secret, niko na kila siku naisemaka. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu, mengine tukutana na majira ya saa 12 asubuhi, amka na ya ya Baraka 1 TV. Mimi ni baba la baba mzee wa Ngwasuma, bye bye.